Na kuwaombeni hebu tushikamane na ibada ya Allah subhanahu wa taala, kwa sababu kila kukicha, kila kukiwa mchana na usiku, tunasongea karibu. Ndugu zangu Waislamu, tusione ya kwamba ile ibada tumefanya ndani ya Ramadhan imetosheleza sisi kuweza kuepuka adhabu ya Allah subhanahu wataala. Isionekane ya kwamba ile ibada tumefanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, hiyo ibada imetosheleza sisi kuweza kuingia pepo ya Allah subhanahu wataala. Tushikilie hapo.

niliweza kufunga somo za sunna, ndani ya hii miaka niliweza kufunga somo ya fardhi, ndani ya hii miaka niliweza kutoa sadaka na zaka, ndani ya hii miaka niliweza kwenda kuenda

Na mwenyezi Mungu subhanahu wataala, inaandikiwa katika kitabu chako ukifanya dhambi katika nami, inaandikwa katika kitabu chako mbele ya Allah subhanahu wataala, zote amali mbili na kuisha Ramadhani, unajiona wewe uko huru, urudi maisha yako ya kawaida. Kama ni mlevi, urudi kulewa; kama ni mwizi, urudi kuiba; kama ni hara kusolabuzwaini imechosha. kama Islamu, tuangalie sababu, kifo kiko karibu na sisi, tunatembea nacho, si mtoto si mzee si mama si baba. Kuna yule atajaliwa kufa na umri mdogo, kabla hajafika kiwango cha kuandikiwa dhambi, alhamdulillah, amemjalia Allah subhanahu wataala. Kama mimi na wewe, umepita miaka kumi na tano umeingia fungu na kuweza kuandikiwa dhambi w pambana na moto wa jahannam, kutoroka na kutoroka moto wa jahanam ni kufanya matendo mema. Kutoroka moto wa jahanam ni kuweza kusimama na ibada ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zangu Waislamu, tusimameni na ibada ya Allah subhanahu wa taala, tufanyeni amali njema kujenga mwili kubwa tuombeni Mwenyezi Mungu sana kila siku, tutubieni dhambi zetu na tufanyeni ibada ya Allah subhanahu wataala. Lakini sisi ni wavivu kwa kila kitu, lakini sisi ni wenye bidii katika kufanya dhambi. Yaani kutubia sisi ni wavivu, kufanya ibada sisi ni wavivu, kufanya kila jema sisi ni wavivu, lakini katika kumwaza Allah subhanahu wataala tuko na bidii katika kuaa Allah subhanahu wa taala, nawakumbusha pamoja na kujikumbusha mimi msemaji, katika kufanya ibada ya Allah subhanahu wa taala. Tushikamane na ibada ya Allah na kila nafsi yangalie inatuguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa taala, ili siku hiyo Israeli akija kutoa roho yako unatamani uziko saa hiyo ili uweze kukutana na amali zako, isiwe wakati Israeli anatoa roho yako unatamani akurudishia hata japo sekunde moja.